Ulayo. Kakosa utulivu. Ya pili ambao riziki atakiwa mtu amshukuru sana Allah nuru la akli, kuwa na akili ambayo ya upambanuzi hii peke yake ni riziki kubwa, unatakiwa umshukuru Allah. Ukiangalia unaweza kuona watu wengine kama wenda wazimu tu lakini wewe kua, una uwezo wa kupambanua jambo, mshukuru Allah, sema alhamdulillah wa sihhatil jasad, kuwa na afya iliyokuwa nzuri, si mtu kumeza vidonge, unatembea unafanya kazi zako, mshukuru Allah. i neema na ni riziki iliyokuwa kubwa. wa salamatil fikri, na Allah akakusalimisha na mawazo mabaya, ni neema hii. Je, unajua hii riziki ambayo Allah akakuruzuku? wa da'watul um dua ya kheri ya mama yako, mama yako kusema ewe Allah, mbariki kijana wangu, mwongoze kijana wangu, mkinge mwanangu, hiyo riski wewe unaijua? Hiyo ni bora kushinda aseti zote unaozimiliki wewe katika ulimwengu huu. Isipokuwa dawa ya mama yako ni aula na ni bora kwako wewe. Hiyo ni riski, unaijua riski hiyo? Waasua, mapenzi ya baba kwa kijana wake ni riski iloka kubwa. Je, riski hii wewe unayo? Na vile vile kupata ndugu aliyekuwa mwema, sio ndugu mwenye kula visogo, ndugu aliyekuwa mwema anayekutakia mafanikio, sio ndugu aliyejaa husda na wewe. Ndugu wa kweli, ndugu anayemcha Allah ni riski kubwa. Rafiki sadiki, rafiki mwema. Bahati mbaya, tuna marafiki muzawar, marafiki feki wanaotuzui katika maisha yetu tamaa yao ni dunia na mali, sio marafiki ambao wana hofu na Allah wanajua watakufa. Marafiki waliojaa kibri, marafiki waliojaa husda, marafiki waliojaa roho mbaya, marafiki ambaye ukikanyage kwenye unyayo anatamani ukeleze a wa... ndio ja ukiruzukiwa ukawa na rafiki uliyekuwa mwema anayekwambia ndugu yangu mche Allah, mwogope Allah, ndugu yangu tufanye heri kwa ajili ya Allah, twende katika harakati vijijini, tuchangishe tukajenge kisima. Huu rafiki mkamate, anaweza kuambia hilo fanya, sivyo jema fanya zuri, hivi ikamatie kwa maheri. Hiyo ni riziki wa zauji au zauja. Riziki minallah, kupata mume mwema au mke mwema ni riziki wako. Wangapi leo anatoka kazini saa kumi lakini anakwenda nyumbani saa tano na nusu usiku, anajua nikifika ni balaa, sina utulivu ili ufanikiwe yote haya, dawa yake ni moja tu, fafiru ila Allah. Elekea, kimbilia kwa Allah. Allah ndiye mwenye kuruzuku, Allah ndiye mwenye nguvu aliyekuwa madhubuti. Taka msaada kwa Allah, wallahi dunia ila la